Picha za kaburi la Papa Francis katika kanisa la Santa Maria mjini Roma zimetolewa. Picha hizo zimeonyesha ua moja jeupe la waridi likiwa juu ya kaburi la mawe ambalo lina li jina la Franciscus ambalo alijulikana nalo wakati akiwa Papa, likiwa chini ya msalaba ulioangaziwa na taa moja. Marehemu Papa alizikwa katika kanisa hilo, ambalo ni mojawapo ya makanisa makubwa manne katika mji mkuu wa Italia, na ambalo alikuwa akilitembelea mara kwa mara wakati akiwa kardinali na pia papa, katika sherehe ya faragha baada ya hafla ya mazishi ya hadhara katika Vatican siku ya jana Jumamosi. Uombolezaji walipanga foleni nje ya kanisa hilo hii leo Jumapili, ilikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kutoa heshima zao kwa Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu. Francis alijitolea kwa uaminifu sana kwa Bikira Maria na Santa Maria lilikuwa ni kanisa la kwanza kuwekwa wakfu kwa Maria lilipojengwa katika karne ya nne. Kanisa hilo liko karibu na Colosseum, karibu kabisa na kituo cha kati cha treni chenye shughuli nyingi, mbali na Vatican, ambapo kwa kawaida mapapa huzikwa. Papa huyo aliyetokea Amerika ya Kusini alikuwa na mshikamano na kanisa hilo kwa muda mrefu. Hapo awali padri mkuu wa kanisa hilo aliliambia gazeti moja la Italia kwamba Papa Francis alisema angependa kuzikwa hapo mwaka 2022, akisema hili linatokana na msukumo kutoka kwa Bikira Maria. Mazishi ya papa yalihudhuriwa na marais, wakuu wa nchi, wakuu wa serikali na wafalme kutoka kote ulimwenguni, pamoja na maelfu ya Wakatoliki walioweka foleni barabarani kuelekea Vatican kutoa heshima zao. Nyimbo ziliimbwa kwenye spika kubwa zilizokuwa zimewekwa, na mara kwa mara kulikuwa na sauti za helikopta zikiruka juu, kabla ya kardinali Giovanni Battista mwenye umri wa miaka tisini na moja kutoa mahubiri kuhusu urithi wa papa, kufuatia mazishi hadhara jeneza la Papa Francis ilibebwa kupitia barabara za Roma katika msafara. Mamlaka zilisema kuwa karibu watu laki moja na elfu arobaini walikuwa wamejipanga barabarani wakipiga makofi na kupunga mkono wakati gari jeupe la kubeba papa likivuka mto Taiba na kupita katika baadhi ya vivutio vinavyotambulika sana Roma: jumba la Colosseum, eneo la Forum na mnara wa kitaifa wa Altare della Patria katika pia za Venezia baada ya muda wa mwombelezo kitakachofuatia ni uteuzi wa papa mpya. Tarehe ya hilo kufanyika bado haijatangazwa, lakini inadhaniwa kuwa inaweza kuwa mapema tarehe tano au sita Mei huku makadinali 135 35 wakitarajiwa kuhudhuria mkutano huo mkubwa. Data Flow inakuletea intaneti ya uhakika, ni salama na huunganisha kwa haraka. Unganisha na watu zaidi ya 30 kwa wakati mmoja, inakaa na chaji kwa muda mrefu zaidi ya masaa 11. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu, wasiliana nasi, tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.